Kama kaa. Unaitwa? Mnyama. Metro gang, Butch gang. Butch gang. Butch Butch. Yep, yep. Hatari. Yeah, Shingapi? Hiyo buku tano last. Buku tano. Yes, hiyo. Nataka unitajie upande kuna nini, upande kuna nini ukiweza na kuachia <laughs> upande yao kwenye buku tano. Eh. Hey. Mm, upande kuna upande kuna tembo. Mm-hmm. upande right. tembo, upande mwingine. upande mwingine. Afu upande mwingine. <laughs> <laughs> Goja, goja, goja, upande mwingine pande mwingine kama kama gorofa fulani hivi gorofa, eh ni benki ni Ikulu ni viwanda ni, ni ni ni kama ni, ni, ni kama benki hivi benki, benki. Yes. Fresh, acha tuangalie upande tembo upande benki. Yep. Yeah. Oh. Okay. Tembo. <laughs> <Uwe> ni ni very very tembo, tembo huyo, ah umesema, afu huku. Kiwanda <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Kureti> cha madini kweli madin F tano. F tano, naomba unitaje upande kuna nini, upande kuna nini ukiweza, na kuachia picha ya kifaru. Aha, upande mwingine sasa, upande mwingine F tano. hauna picha hauna picha yote. Empty. Mm. Mm -mm. Kifaru pia Uwe, faru huko faru. Haya kisha tuangalie huyo faru Kafeli. Fresh Ah, umefeli. andakaeashinap hiyo 5 efutano namba nitajia, upande kuna nini, upande kuna nini ukiweza nakuachia <laughs> upande. Sina pande mbili Eh. upande kuna nini, upande kuna nini ukiweza nakuachia hapo, upande moja kuna nini kifaluii Faru. upande mwingine, pande mwingine hapo kuna picha rais. Rais gani? Nyerere. na wewe umo, umo, naona majibu tofauti. ni rais. Umo, umo, umo, umo. pande faru, pande Nyerere, upande Mwalimu Rais Kambarage Nyerere. Fresh, huyo faru Asante bali. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> okay, upande kuna, kuna kifaru upande faru. Upande mwingine, yes, upande kama kuna majengo fulani hivi, majengo fulani kama majengo gani hivi. Uh, nahisi ya madini yeah. yeah. wewe hapo upande kifaru, upande kuna uh, madini ah. kuna unazama humu humu. Hamna Eh, ndo jibu lake. Na yeye yule, upande kuna kifaru, unaelewa? upande kuna kifaru Yes. Mm. Upande mwingine mm, kuna madini. Ah, kwa hiyo wenyewe wote, jibu ni moja hilo hilo. Au unageuza? Geuza tuone. Ah, unageuza majibu? Ah, mimi siwezi geuza majibu huko. Fresh. Huyo kifaru. Hicho kiwanda cha madini. Tagawana. Mnijua, mnijua? Shingapi? Tano. Naomba unitajie. Upande kuna nini, upande kuna nini ukiweza na kuachia, eh? Upande mbele kuna kifaru. uh-huh. Upande mwingine, upande mwingine hapa <laughs> <laughs> Ah uh, upande kuna kifaru mm. Upande wa nyuma kuna nyumba yani kama benki benki. Benki. Yeah. Upande benki. Upande upande faru. Far yeah. Kuna majibu ndio hivyo hivyo tu unaongea. Eh. Ah, wewe anaongiaumoamkopi mwenzio? Hamna, mbele benki afu nyuma kuna kifaru hiyo, yeah. Far eh? Yeah. na nyuma benki. angalia vizuri, an kiwanda an cha madini Kiwanda subscribe. Oa, bana mefeli mwambie wasahau kusubscribe subscribe. Nakubali.